Ni Conjestina Achieng, mwana dondi lakini baada ya kulaza na kisha kuzaba makonde mara kadhaa na mibado ulimwenguni wa dondi mkaani sasa, ameamua kuwafunza wasichana hizi ni mbinu za wao kujikinga kutoka kwa wavamizi wa wabakaji na wale wanaodhulumu haki za wanawake. HIV AIDS are running out of hands. Wabakaji wale wako nje sasa hizi kuna vile wana mioto tumboni. Katika makao makuu yake yaliyofungua ambapo wasichana hawa hufika ili kupata mafunzo hayo muhimu kwa maisha yao hasa katika ulimwengu wa sasa ambapo visa vya ubakaji vinazidi kukithiri. So I I I don't charge them. I want to help these young ladies. They are suffering. I never knew that there's a box until I can prove that I am a professional. I have a talent sikuwa najua. And I'm thankful, very grateful. Ndaka yende belle, sani nimpite. Sani sikuwe Conjestina, ni kuwe Daisy, The best. Kwa sasa idadi ya wa wasichana katika kambi hii yake ni 77, wa shule za upili ni 37, shule za msingi ni wasichana 40.